Yes kwa mashabiki wa Yanga nikitaja Sead Ramovic ni moja kati ya makocha ambao pia wamekwisha kukinoa kikosi hiki cha Yanga na kipindi hicho alikuwa ametoka kule South Africa alikuwa ananoa timu kutokea kule sasa eh, mara baada ya kuweza kuhudumu ndani ya siku 81 tu ambazo ziliweza kumtosha eh, kuweza kukihudumia eh, kikosi cha Yanga ambacho kinapatikana pa Tanzania moja kati ya timu kubwa pia ambayo pia kwenye ligi kuu inaongoza mpaka sasa hivi ikiwa na alama 73 imekuwa ni noma ni noma ni noma sana. Sasa watu wengi mara baada ya kuweza kuondoka pale na kuweza ku kuwa na kocha mwingine mpya kabisa wa Yanga kwa sasa hivi e, Ramovic pia aliondoka na kuelekea zake huko Algeria, moja kati ya sehemu ambazo zinafanya poa. Lakini pia ligi ya Algeria pia inaonekana inafanya poa kuwa na ushindani mkubwa sana, ndicho kitu ambacho alikuwa anakitaka na kikamsababisha yeye aweze kuondoka. Sasa aliyekuwa pia kocha huyo wa Yanga ambaye ni Sid Ramovic ameweza kusain nyongeza ya mkataba wake mpya kabisa wa kuweza kuendelea kusalia au kuitumikia e, klabu ya CR Belouizdad ya nchini Algeria mpaka mwaka 2028. Ikumbuke kwamba Belouizdad pia ilishawahi kupokea kichapo cha nne kutokea hapa hapa Benjamin Mkapa na klabu ya Yanga lakini pia sasa hatua hiyo inakuja mara baada ya mabosi wa klabu hiyo eh, kuvutiwa na mwenendo wa klabu na chini ya kocha huyo raia wa Ujerumani tangu alipokuwa eh, na kuweza kuripoti eh, klabu ni hapo, nikimaanisha eh, CR Belouizdad eh, kocha huyu bwana Sead Ramovic ambaye sasa yeye aliweza kujiunga rasmi kabisa na klabu ya eh, Belouizdad ya Algeria mnamo Februari 5, mwaka 2025, na hii ni mara baada ya yeye kuweza kuondoka eh, katika eh, klabu ya ambayo inapatikana hapa Tanzania nikimaanisha Dar es Salaam Young Africans. Sasa ndani eh, ya siku 81 tu ziliweza kumtosha tangu kuteuliwa kwake. Sasa eh, CRB pia iliweza kuthibitisha uteuzi wake kupitia mitandao yake ya kijamii ikieleza kuwa Ramovic atachukua nafasi ya kocha aliyekuwa amejiuzuru ambaye alifahamika kwa jina la Abdelkad Amran, ambaye alikuwa nakihudumia bana kikosi hicho cha Belouizdad kutokea ligi kuu huko bana Algeria sasa ingaliya kuwa taarifa rasmi kuhusu muda wa mkataba wake hazikuweza kufichuliwa na club eh, na club lakini, pia ripoti mbalimbali bwana zinaweza kuonyesha kuwa Ramovic ameweza kusaini mkataba wa miaka miwili na nusu, na pia eh, kuna madai ya kuwa kwamba mshahara wake mpya ni karibu mara tatu ya ule ambao alikuwa anaopata Yanga, yani unaweza ukafikia takriban eh, dola shilingi elfu arobaini eh, kwa mwezi, yani dola elfu arobaini kwa mwezi hapo kwa pesa ya kitanzania ni pesa nyingi sana, so yeye atakuwa anazichukua kwa mwezi eh, kutokea huko Belouizdad ya Algeria. Sasa Ramovic pia aliweza kusisitiza au aliweza kuongea kitu kuwa eh, uamuzi wake wa kuweza kujiunga na Belouizdad haukuhusiana kabisa na masuala ya kifedha, bali ni hamu ya kuweza kujipima katika ligi yenye ushindani mkubwa zaidi, kwa sababu watu wengi waliweza kuhusisha ya kwamba kwamba mshikaji ameondoka Yanga na kwenda huko bana e, Belouizdad kwa sababu pale Yanga pia alikuwa apate labda, e, fedha ambayo inaweza ikamkimu, um, yeye pamoja na maisha yake na vitu vingine kama hivyo e, bana aliweza kufunguka kwamba hiyo sio sababu ya yeye kuweza kuondoka pale Yanga na kujiunga na e, klabu ya Belouizdad kutokea huko nchini Nigeria. Sasa kwa sasa Ramovic anaendelea na majukumu yake e, kama kocha mkuu.